George W. McLaurin, aliyekuwa mwalimu mstaafu na mwenye kiu ya maarifa, alizaliwa mwaka 1887 Septemba 16 katika jimbo la Oklahoma nchini Marekani. Katika kipindi ambacho ubaguzi wa rangi ulikuwa umejikita katika mifumo ya maisha ya jamii ya Marekani, hususan elimu, McLaurin aliamua kufanya jambo ambalo wengi waliona haiwezekani: kutafuta elimu ya juu katika chuo kikuu cha serikali kinachohudumia wazungu pekee elfu moja mia tisa arobaini na nane akiwa na zaidi ya miaka sitini, McLaurin ambaye kwa wakati huo tayari alikuwa ana elimu ya shahada ya uzamili yaani master's degree, aliomba kujiunga na Chuo Kikuu cha Oklahoma kwa ajili ya masomo ya shahada ya uzamivu Doctor of Philosophy au kwa kifupi PhD. Ombi lake lilikataliwa moja kwa moja kwa sababu ya rangi yake. Chini ya sheria za separate but equal, taasisi za elimu zilipewa ruhusa kisheria kutenga wanafunzi weusi na weupe, hali iliyowafanya watu weusi kukosa fursa sawa za kitaaluma na kijamii. Kutokana na kukataliwa huku McLaurin aliamua kufungua kesi mahakamani akidai ya haki yake ya kupata elimu bila ubaguzi. Chini ya sheria za separate but equal, taasisi za Marekani zilipewa ruhusa kisheria kutenga wanafunzi weusi na weupe, hali iliyowafanya watu weusi kukosa fursa sawa za kitaaluma na kijamii. Kutokana na kukataliwa huku, McLaurin aliamua kufungua kesi mahakamani akidai ya haki yake ya kupata elimu bila ubaguzi. Baada ya mvutano wa muda, mahakama iliamuru chuo kumkubali lakini hali aliyokumbana nayo ilionyesha ukubwa wa mfumo wa ubaguzi. Aliwekwa katika darasa tofauti, kiti chake kikiwa kimetengwa pembeni ya mlango. Katika maktaba, alipewa dawati lake peke yake lililotengwa kwa mipaka ya wazi ili kuhakikisha hashirikiani na wanafunzi weupe. Hata katika eneo la kula, alilazimika kutumia sehemu maalum ya peke yake bila kujumuika na wanafunzi wengine alichokuwa anakipigania haki ya kusoma kiligeuzwa kuwa adhabu ya kila siku ya kisaikolojia na kijamii hata hivyo hali hizi za kudhalilishwa hazikumvunja moyo mnamo mwaka 1950 kesi yake McLaurin dhidi ya mamlaka ya jimbo la oklahoma ilifika mahakama kuu ya marekani mahakama ilibaini kuwa hatua ya kumtenga ndani ya chuo ilikuwa inamnyima fursa sawa ya kujifunza kuchangia mawazo na kufaidi hali ya kitaaluma kama wanafunzi wengine Uamuzi huu wa mahakama uliamuru kusitisha mara moja utaratibu uliokuwa hapo awali wa kuwatenganisha watu kutokana na rangi na asili zao ndani ya taasisi na ukawa ushindi wa kihistoria kwa McLaurin na kwa watu weusi wote. Matokeo ya kesi yake yalikwenda mbali zaidi ya ukumbi wa darasa la Oklahoma. Uamuzi huo uliweka misingi muhimu ya mapambano ya baadaye dhidi ya ubaguzi katika elimu ikiwepo kesi maarufu ya Brown dhidi ya bodi ya elimu mnamo mwaka 1954, ambayo ilitoa hitimisho na kubatilisha utaratibu uliokuwepo hapo awali wa ubaguzi wa rangi katika shule za Kimarekani na kutamka kwamba utaratibu huo ulikuwa ni kinyume na katiba ya nchi yao. McLaurin, kupitia uthubutu wake alitoa mchango mkubwa katika kuondoa vizuizi vilivyokuwa vinawanyima watu weusi haki sawa za kielimu. Leo George W. McLaurin anakumbukwa kama mwalimu na mpigania haki ambaye uzee haukumzuia kusimama kwa ajili ya vizazi vijavyo. Safari yake ya maumivu na ushindi imekuwa ishara ya matumaini na uthibitisho kuwa hata mtu mmoja anaweza kubadilisha mfumo mzima kupitia ujasiri wake. Milango iliyokuwa imefungwa kwa karne nyingi ilifunguliwa na wanafunzi weusi walipata nafasi ya kusoma na kushindana katika ardhi ambayo hapo awali ilikuwa imefungiwa nje. Na hii ni historia fupi ya George W. McLaurin, mtu mweusi aliyebeba mabadiliko ya elimu Marekani. Langu jina ni Amine Jamal, na hii ni Makini TV.